Kama wewe unafanya biashara ya network marketing na upati wateja ama ufahamu mbinu inayotumiwa ya wale waliofanikiwa, hii ni mbinu ya sita ambayo wanaitumia zaidi wale waliofanikiwa katika biashara hiyo unayofanya ya network marketing. Hivi unafahamu network marketing ni biashara ya uhakika kuliko biashara nyingine? Kwa sababu unawekeza kwa watu, nao watu wanafanya biashara kupitia watu, kwa sababu pesa yako ipo kwa watu. Leo nitakwenda kukuelekeza mbinu ya sita inayotumiwa na wale wanaofanya vizuri, kushinda magari, safari za kimataifa, na kujiingizia kipato kikubwa kwa biashara hii ya network. Mbinu hii ukiitumia leo, wewe baada ya miezi kumi na nane unabadilisha kabisa maisha yako. Mara nyingi watu waliofanikiwa katika biashara ya network marketing wanaweka malengo madogo madogo yanayopimika. Labda jiulize wewe kama au kabla hujajiunga biashara yako, lengo lako lilikuwa ni nini katika hiyo biashara? Kwa sababu ukiweka lengo inakuwa ni rahisi kulipima, na unalipima kwa wiki, kwa siku, kwa mwezi na kwa mwaka. Kwa mfano okay, ukikutana na kiongozi yeyote aliyefanikiwa katika biashara ya network marketing, muulize hili swali, je, malengo yako yalikuwa ni nini wakati unajiunga biashara? Lengo kuu atakwambia alikuwa kushinda gari, kuongeza kipato ama kuwa na uhuru wa kipato, ina maana kutengeneza mianya ya kifedha. Sasa, ili uweze kufanikiwa, ni lazima ufate masharti na vigezo ya kampuni yako husika. Kwa mfano, kampuni inakwambia ukifanya mauzo fulani ama PV za aina fulani, utakuwa umekwenda kuqualify na kuingia kwenye lenki nyingine. Sasa unabidi uangalie hiyo lenki unayotaka kuifikia ina PV ngapi, zichukue hizo PV zigawanye kwa miezi ambayo wewe unataka kuqualify. Kwa mfano tuchukulie wewe huko kwenye level star 5 unataka kwenda kwenye level star 6. hii ni kwa wale wanaofanya kazi na kampuni ya BF Suma, Tanzania. Na hapa ninaizungumzia BF Suma. Kwa mfano, ukitoka rank ya kutoka rank star 5 kwenda kwenye rank star 6 unazungumzia PV 800. Tofauti ya hapo ni PV 1000. Yaani 5000 mpaka 8000. Tofauti hapo ni PV 3000 tu ambao utatakiwa upambane ili kwenda kwenye rank star 6. Sasa jiulize, unataka kwenda kwenye hiyo lenki lini? Kwa muda gani? Kwa maana kwamba chukua hizo PV F, 3 zigawanye kwa miezi ambayo wewe unataka qualify. Kwa mfano tichukulie, unataka kwenda kwenye miezi kumi, wewe umefanya muda mrefu. Kwa maana ukichukua 3000 ukigawa kwa kumi utapata 300, ina maana kwamba kila mwezi utatakiwa kutafuta PV ama PPV ama GPV 300. Kwa miezi kumi tu utakuwa umekwenda kwenye lenki nyingine, lakini hapo utakuwa umepoteza muda mrefu sana. Kwa nini ujiwekee malengo ya muda mrefu zaidi wakati ni biashara ya kukimbizana? Weka malengo miaka, miezi mitano tu, kwa maana kwa mwezi utakuwa kutafuta PV mia sita. Ina maana ndani ya miezi mitano utapata PV mia tatu ambazo zinakuvuka kwenda kwenye levo nyingine. Sasa hizi PV mia sita zigawanye kwa siku ishirini na nane ina maana kwa siku kwa siku 30 utagundua kwamba kila mwezi unatakiwa kuwa na PV hizo 600 Hizo 600 zigawanye kwa wiki na utagundua, kila zigawanye kwa siku. Sasa hapo ndio unatakiwa upambane wewe mwenyewe, lazima ujipe PV za kujinunulia wewe mwenyewe, kwa maana wewe mwenyewe lazima uwe na PV. Kwa mfano natakiwa mwezi huu niwe na PV 600 ina maana mimi kwenye timu yangu kama upliner nitatakiwa nitafute PV mia tatu mimi binafsi, ina maana timu yangu inisaidie kutafuta mia tatu nyingine. Sasa wafanyabiashara wengi wa mtandao huwa wanakosea, wanawaachia timu ndio ifanye hiyo kitu, wakati yeye mwenyewe wamejitoa. Hapa ndio nakosea. Mbinu hii walioijua wamefanikiwa kwa haraka sana. Hivi unafahamu ukijinunulia bidhaa wewe mwenyewe baada ya miaka mitano pesa zako zitarudi kwa kiasi kikubwa sana? Unalijua hilo? Tumia mbinu hii, weka malengo ya PV zako weka mpango mikakati, wape majukumu timu yako na uhakikishe kila wiki unatimiza. Kama PV 600 unaitafuta kwa mwezi, panga mikakati yako, lakini wewe lazima utafute utunue wewe mwenyewe nusu ya PV zako, hizo nyingine ndio ziwe za timu yako. Tunaelewana sijui? Karibu kwenye mbinu ya saba inayofuata katika video hii. Usisahau ku kwa sababu kushare kwako ndio unafanya video hii iweze kuwafikia wengi na kuwasaidia wengi. Unajua, lengo langu ni kusaidia vijana elfu kumi kuweza kujikwamua kiuchumi kupitia biashara hii ya network marketing. Na kama utataka kujiunga nasi, karibu uwanja ni wazi, nitakushika mkono bega kwa bega. Miezi kumi na nane tu inatosha kuingiza milioni mbili milioni tatu kwa mwezi chao